Utasikia mtazame fulani hana maneno na watu, sio mtu wa kukaa kwenye makundi ya watu, sio mtu wa kujichanganya sana na watu, sio mtu ambaye siwa mitandaoni sana, mitandaoni yeye aonekani kama hayupo vile, yani hajikusanyi kusanyi sana na watu, hajichanganyi sana na watu, mala hoo ni mtu mstalabu, mtulivu, msikivu, na utasikia chokochoko choko yoyote pa watu Yani, ni mtu ambaye yeye ni mtu yeye kama yeye. <coughs> naona furaha, unaona kama sifa maisha, hataki hivyo maisha, anataka kujichanganya sana, uwe ni mtu wa kustori sana ni mtu ambaye unaji, unajiongeza sana kushinda na watu kwingi. Africha ya hiyo, kuna wakati ubaya lazima tu watu wakutafutie kusudi jina lako lizidi kutrendi. Yani wakati ule wengine wanakutafutia mabaya, wanakutafutia kashfa, wanakutafutia nini, basi jina lako ndo linazidi kwenda. Ingawa wewe jitahidi usiwe mtu wa kutenda mambo ya ovyo, lakini sasa maneno maneno mdomoni mwa watu yasiishe, yasikauke juu yako, ndio kutrend kwako. Wakati wengine wanakusema vibaya, wengine wataamini basi, wengine hawataamini basi, kuna wengine ndio atazidi kuwa marafiki zako. Yule anayekuchafua basi ndio anakuongezea kuwa na urafiki na watu wengi zaidi, na ndio unazidi kuwa on trending. Unajisifia kwamba wewe ndio mtu hakimya muda wote. Nafikiri wewe ndio kusolve maisha, ndio kuwa sawa kwa maisha, utazidi kupoa hivyo hivyo, na vitu vyako vitakuwa viende vingi, na unavyofanya hivyo kuna vitu vinakuta havi havisogei.